Kitabu cha Mika sura ya kwanza na ya pili. Ndio kanisa la Mungu tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Ambapo siku ya leo tunaenda kuanza rasmi kitabu cha Mika. Wataalamu wa maandiko matakatifu katika historia wanatusimulia kwamba Nabii Mika alikuwa raia wa ufalme wa Yuda, ni mzaliwa wa ujirani mwa Hebron. Nabii wa kitabu hiki cha Mika si yule aliyeishi wakati wa Ahabu, mfalme wa Israeli, bali ni yule aliyehubiri wakati wa wafalme Yotham, Ahazi na Hezekia, yaani kwenye maangamizi ya Samaria mwaka 721 KK. Nyakati zile zile walihubiri manabii wengine Hosea na Isaya. Mika ni mlimaji na mchungaji kama Amos. Hizo ni habari kwa uchache za historia ya Mika mwandishi wa kitabu hiki cha Mika ambaye ni nabii au mmoja wa manabii waliopita wenye kutuachia alama kwa kanisa. Wapendwa, ndani ya kitabu hiki tutajifunza mengi sana. Tufungue kwa sala, tuanze rasmi kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu amen. Tunakushukuru Mungu, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo. Tunaenda kuanza kusoma kitabu cha Mika, tunaomba Roho Mtakatifu tusimamie utupe mwanga ili Baba tupate kukielewa na tuweze kufanyia kazi katika neno lako, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sasa wapendwa, tuungane na ndugu zetu wa Word Project. Kumbuka ni kitabu cha Mika sura ya kwanza na ya pili. Kitabu cha Mika mlango wa kwanza. Hili ndilo neno la Bwana lililomjia Mika Mmorashti katika siku za Yothamu na Ahazi na Hezekia wafalme wa Yuda, maono aliyoyaona katika habari za Samaria na Yerusalemu. Sikilizeni enyi watu wa kabila zote, sikiliza ee dunia na vyote vilivyomo, Bwana Mungu na ashuhudie juu yenu, yeye Bwana kutoka hekalu lake takatifu. Kwa maana angalieni, Bwana anakuja akitoka mahali pake naye atashuka na kupakanyaga mahali pa dunia palipoinuka, na hiyo milima itayeyuka chini yake, nayo mabonde atapasuliwa kama vile nta iliyo mbele ya moto, kama maji yaliyomwagika tena kutelemka gengeni. Kwa sababu ya kosa la Yakobo yametokea haya yote, na kwa sababu ya makosa ya nyumba ya Israeli. Nini kosa la Yakobo? Je, silo Samaria? na nini mahali pa Yuda palipoinuka? Sipo Yerusalemu? Kwa ajili ya hayo nitafanya Samaria kuwa kama chungu katika shamba na kama michi ya shamba la mizabibu, nami nitayatupa mawe yake bondeni, nami nitaifunua misingi yake, na sanamu zake zote za kuchonga zitapondwa pondwa, na ijara zake zote zitateketezwa kwa moto, na sanamu zake zote nitazifanya ukiwa, kwa kuwa umezikusanya kwa ujira wa kahaba, nazo zitaurudia ujira wa kahaba. Kwa ajili ya hayo nitaomboleza na kulia, nitakwenda nimefua nguo ni uchi, nitafanya mlio kama wambweha na maombolezo kama yambuni, kwa maana jeraha zake haziponyekani, maana msiba umejilia hata Yuda, unafikilia lango la watu wangu, nam hata Yerusalemu. Msiyahubiri haya katika Gathi, msilie kamwe katika Bethle afra Ugaegae mavumbini, piteni uende ukaaye Shafiri hali ya uchi na aibu; hivyo akae Saanani hajatokea nje; maombolezo ya Betheseli yatawaondolea tegemeo lake. Maana akae Marothi ana utungwa mema, kwa kuwa msiba umeshuka toka kwa Bwana, umefika mpaka lango la Yerusalemu. Mfungie gari la vita farasi aliye mwepesi, ukaye Lakishi; ulikuwa mwanzo wa dhambi kwa binti Sayuni, maana makosa israeli ya Israeli yameonekana kwako. Kwa hiyo utaipa Moresheth Gathi zawadi ya kuagia. Nyumba ya Akzibu zitakuwa kijito kidanganyacho wafalme wa Israeli. Bado ukae Maresha, nitakuletea yeye atakayekumiliki. Utukufu wa Israeli utafika mpaka Adulamu. Ifanyie upaa, ikati nywele zako kwa ajili ya watoto waliokufurahisha panua upaa wako kama tai, kwa maana wamekwenda mbali nawe utumwani. Mlango wa pili Ole wao wakusudiao mambo maovu na kutenda mabaya vitandani mwao! Kunapopambazuka asubuhi, huyafanya kwa sababu ya katika uwezo wa mikono yao. Nao hutamani mashamba na kuyashika, na nyumba pia, nao husichukua, nao humwonea mtu na, na nyumba yake, naam mtu na urithi wake. Basi Bwana asema hivi Angalia na kusudia jambo baya juu ya jamaa hii, ambalo hamtazitoa shingo zenu, wala hamtakwenda kwa kiburi, kwa maana ni wakati mbaya. Siku hiyo watatunga methali juu yenu na kuomboleza kwa maombolezo ya huzuni nyingi, na kusema, sisi tumeangamizwa kabisa. Yeye analibadili fungu la watu wangu, jinsi anavyonondolea hilo, awagawia waasi mashamba yetu. Kwa hiyo hutakuwa na mtu atakayetupa kamba kwa kura katika mkutano wa Bwana. Msitabiri, ndivyo tabirivyo, wasiyatabiri mambo haya, lawama hazikomi. Je, litasemwa neno hili, enye nyumba ya Yakobo, roho ya Bwana imepunguzwa? Je, haya ni matendo yake? Je, maneno yangu hayamfai yeye aendaye kwa unyofu? Lakini siku hizi mmeinuka kama adui za watu wangu mwaipokonya joho iliyo juu ya nguo za hawa wapita usalama, kama watu wasiopenda vita. Wanawake wa watu wangu mwawatupa nje ya nyumba zao nzuri, watoto wao wachanga mwawanyang'anya utukufu wangu milele. Ondokeni mwende zenu, maana hapa sipo mahali pa raha yenu, kwa sababu ya uchafu mtaangamizwa nam kwa maangamizo mazito sana. Mtu akienda kwa roho ya uongo akinena maneno ya uongo akisema, nitakutabiria habari ya mvinyo na kileo, mtu huyu atakuwa nabii wao watu hawa. Hakika nitakukusanya e Yakobo nyote pia, bila shaka nitawakusanya waliobaki wa Israeli, nitawaweka pamoja kama kondoo wa Bozra, kama kundi la kondoo kati ya malisho yao; watafanya mvumo kwa wingi wa watu. Avunjaye amekwea juu mbele yao, wamebomoa wa mahali wakapita mpaka langoni wakatoka nje huko, mfalme wao naye amepita akiwatangulia, naye Bwana ametangulia mbele yao.